Wakitoa maazimio kwa kauli moja katika kikao cha baraza la madiwani, akiwemo Innocent Gwivaha, wanasema hali ni mbaya kwa wakulima kwa sababu wanaibiwa sana na madalali, hivyo hatua za haraka za kuwapiga marufuku kuendelea na manunuzi ya matunda zinahitajika ili kuokoa uchumi wa wakulima na mapato ya serikali yanayopotea. Eh, madalali wananunua parachichi za wakulima huko kwa halmashauri yetu wananunua kati ya shilingi mpaka shilingi mia tano hizo rejecti wanazosema na bei zieleweke, naakie na barua uha mkurugenzi, na hilo naamini mkurugenzi anaenda kulifanyia kazi kama hizo barua zijaenda. Basi na mimi sielewi kwa nini katika mkoa huu, huu wa mmoja wa Njombe tena wilaya moja ya Njombe wananunua bei tofauti na huku kwetu bei tofauti, hili kwa kwa hiyo a mkurugenzi na idara ausiku na laataiaii mbali na wizi na unyonyaji unaofanywa na madalali, baraza hilo pia limejadili hali mbaya ya barabara za halmashauri ya wilaya ya Njombe zinavyoathiri shughuli za biashara na uwekezaji na kisha kutoa maagizo kwa wakala wa barabara Talula kuchukua hatua za dharura kufunga maeneo yote yaliyoathirika zaidi na mvua. Barabara zetu zinazodumiwa na, na, na Talula kwa sehemu kubwa sasa hivi zimekuwa na usumbufu mkubwa na kuna sehemu zimefunga kabisa magari hayafiki. ni waombe TARURA kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha, wajitahidi kunatua mahali ambapo kwa wakati ilikarabia kuwa, ikiwezekana barabara ile ikiokakila siee basi ivuke mpaka kwenye hospitali ya wilaya ya eoi ee, lakini changamoto za barabara zipo karibu kata zote kulingana na hali ya hewa, sasa ikiwezekana Akitoa ufafanuzi kuhusu changamoto ya barabara, meneja wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Njombe mhandisi Konstantini Bengwe amesema maeneo yote yenye shida yatashughulikiwa mapema na kisha kuweka wazi utaratibu mpya uliotolewa na wizara ya ujenzi kwa maeneo yenye viporo kutokana na utekelezaji wa bajeti ya shilene hinta imefikia lakini vivie bajeti ya tozo ya mafuta tulishia asilimia themanini tunatumia shae, lakini pamoja na hayo uk wajibwano, tuliruhusiwa kutangaza kazi ya asilimia. Hivyo basi katika mwongozo wa bajeti wa 25-26 tulitoa maelekezo ya kujikita zaidi kurudia vikono vya bajeti ambayo vivata mwaka wa fedha 20 25, 25. kuvihamisha vyele mwaka wa fedha 25-26 kutoka Njombe, Joktan Miefu, Clouds TV.